Kumbe tarehe ishirini mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano padre Jordani alimpigia simu padre Isaac kwa namba mpya na kumweleza kuwa alikuwa maeneo ya Mbalizi baada ya kuachiwa na watu waliokuwa wamemchukua na kumpeleka mpaka maeneo ambayo hakuyafahamu vizuri kuelekea mkoa wa songo Padre Isaki alitoa taarifa jimboni na utaratibu wa kwenda Mbeya ukafanyika, ambapo Padre Godwin Maliga, ambaye muda wote alikuwa na timu ya polisi wakizunguka huku na huku kwa kutumia gari yetu ya jimbo, alianza safari kuelekea Mbeya pamoja na hiyo timu ya polisi ambayo tayari ilikuwa imeanza kufanya uchunguzi. Baada ya kufika kule, walimkuta pamoja na baba paroko wa parokia ya Chosi, ambaye mimi, baada ya kuwasiliana na Padre Jordan mwenyewe, baada ya kupewa ile namba yake mpya na kunihakikishia kwamba yuko Mbalizi na yuko salama, nilimtuma huyo paroko wa Chosi, ambaye eh, parokia ambayo yuko jirani zaidi na Mbeya, kwa ajili ya kwenda kutoa misaada ya haraka ya kibinadamu na baada ya kukutwa kule, basi polisi walifanya kazi yao wakaanza mahojiano naye. Na kumbe wakati wa mahojiano Padri Jordan Kibiki aliwaambia Jeshi la Polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa kutokana na hali aliyokuwa nayo hasa siku ya tarehe kumi na nane Septemba. Na sasa baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu, Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takribani shilingi milioni tatu na nusu kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba hame, ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Ninaomba nifungue mabano na kufunga, lengo letu si kuituhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wezi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani, na inafanya kazi za biashara mtandaoni, ila bila shaka kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu e, wenye nia ovu au mtu yoyote anaweza kuingiliwa na watu wenye nia ovu. Inawezekana hata wao, kuna mtu ambaye alijisajili kama ajenti na kuanza kutafuta maajenti wengine, na kwa bahati mbaya akaanza kutokuwa ku... mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati kwa mbaya, matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata ma Uh, mawasiliano nilitafutwa na, na, na, na, na, na lile ambalo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la, saa, la Canada lakini, nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo ambaye alikuwa amehack mawasiliano la shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani unajua siku hizi yanawezekana. Sasa e, kati ya fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara laki tano alikuwa ameazima kwa paroko yaani Padre Isaac Nzigirwa na milioni moja na nusu alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu yaani Padre Godwin Mariga na hivi kufanya jumla mm, ya shilingi milioni mbili kwa hivyo inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda milioni tatu na nusu, kwa maana ya milioni moja na nusu ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi, ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida eh, yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni ishirini na tano. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa wakati angekuwa amejiteka mwenyewe. Na hivyo basi, Padri Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 Septemba 2020, tarehe 26 Septemba 2025, baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faraga na kuhisi kuwa hakuwa vizuri tuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya, na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yaani depression, na hivyo akaanzishiwa matibabu. Jeshi la polisi, kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padri wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe ishirini na tisa Septemba elfu mbili na ishirini na tano, limefuta tuhuma na kumwacha huru. Tunawashukuru sana jeshi la polisi kwa uamuzi huo. Naomba ifahamike hivi <coughs> Kwa mujibu wa sheria za kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu, uh, jinai au madai yanayomhusu padri binafsi, si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa, kwa kuwa wao, yaani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu halafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre, na ninawaomba mapadre, watawa na waamini wote kwa ujumla wamwombee padre wetu apate kurudi kwenye utulivu, awe na afya nzuri ya akili na nadhani unavyosema afya ya akili tuna tunaelewana, kwa sababu swala la akili e, limegawanyika katika sehemu mbili. Kwa bahati mbaya, kwa Kiswahili huwa tunatafsiri tu akili, lakini kwa Kiingereza kuna intellect na psyche. Kwa hiyo mmoja anaweza kuwa vizuri kwenye intellect, lakini akawa na shida kwenye psyche ambayo inasaidia ubebaji wa mambo mbalimbali ambayo anakabiliana nayo katika maisha. Na kwa kweli ndiyo ambayo padri angekuwa na shida nayo, sio kwenye intellect. Kwenye intellect tunajua yuko vizuri sana. Matokeo yake ya chuo huko Mwanza kwa miaka miwili mfululizo walao wa ambayo nilimeweza kuyapata, mwaka wa kwanza aliweza kumaliza akiwa na GPA ya nne nukta mbili na mwaka wa pili aliuhitimisha akiwa na GPA ya nne nukta nane. E, ya sasa nimeambiwa lakini sijaonyeshwa bado kwamba ana GPA ya, ya nne nukta saba. Kwa hiyo kwenye swala la intellect huko hakuna shida ila kwenye psike, ambalo ambayo inaweza ikamletea shida mtu yoyote yule, hata mimi naweza nikapatwa na hiyo. Basi huko inaonekana ndiko kuna shida na hivi padri anahitaji kupata usaidizi kupata matibabu ili aweze kurudi kwenye hali yake.